Umepewa fursa, na na tu, uh, fursa ya kuzungumza na rais na ni jambo moja tu ambalo inapaswa kwamba umwambie rais kama kijana, unamwambia nini na kwa nini? Uh, mimi nikipewa fursa ya kuzungumza na rais ningemweleza rais ya kwamba aweze kukumbuka vijana mm. Hata wakati tulikuwa tunaandamana, ilikuwa ya kwamba tunahitaji uongozi wa reshuffle ili waweze kuleta viongozi at least wale vijana vijana, lakini ni jambo ambalo alikufanyika mm. at all mm. aliweza tu kurishuffle akatoa huyo kupeleka huku na huku, wengine wale wenye walitolewa kama mapss, wengine unapata walipewa kazi ma maybe mali pengine. So rais, mimi nikipewa that opportunity, ni kumweleza tu ya kwamba akumbuke hawa vijana because hawa vijana ukiwaelekeza sasa hivi basi nchi itaelekea katika mwelekeo ambao unafaa mm. Lakini usipowaeleza kwa sahii, uh, wakati huu uko mbeleni, basi kutaharibika. no. Utapata kuna msemo inasema ya kwamba, uh, hata wazee wale, kuna wazee ambao huzeeka na ni wapumbavu mm. yeah. so namaanisha ya kwamba if you want to a reasonable person now ambaye ni kijana aweze kukuwa mzee wa busara kule mbeleni ni wewe saizi kumwelekeza. Usipomwelekeza saizi basi kule mbeleni hata kuwa mzee wa busara kusema wazee wa kipumbavu. Hiyo point imefurahisha sana. Kwa hivyo Jesse, labda tukibarizia kijana mwenzako Jensi, kama wewe vizuri kabisa pale job? <laughs> <laughs> <laughs> <tukibarizia. laughs>